Kuna baadhi ya watu wanadai kwamba kunena kwa lugha ambako tunanena sasa hivi sio kunena kwa lugha halisi, bali kwamba kunena kwa lugha halisi kwa mujibu wa Biblia ni kwamba watu wanena kwa lugha kwa lugha ambayo inaeleweka, kwa sababu unasoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya pili kwamba wakati Roho Mtakatifu anakuja kwa mara ya kwanza ni kwamba Wakristo au wale mitume walinena kwa lugha ambayo watu walikuwa wanawasikia, walielewa. Wakati kunena kwa lugha ambako tunasikia sasa hivi ni kwa lugha ambayo haieleweki. Kwa mantiki hiyo, basi kunena kwa lugha ambako tunasikia sasa hivi ni feki au sio halisi kwa mujibu wa Biblia. Sasa katika hii episode tutawapa majibu mazuri watu ambao hawaamini kwamba kunena kwa lugha ambako tuliko nao leo hii ni halisi pia kwa mujibu wa Biblia. Ila kabla yote, tuone maandiko yanasemaje kuhusu madai ya watu ambao hawaamini kwamba kunena kwa lugha ambako tuliko nao leo hii ni halisi kwa mujibu wa Biblia. Tunasoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 pili kuanzia mstari wa kwanza. Siku ya Pentekoste ilipowadia, waamini wote walikuwa mahali pamoja sauti ya mvumo mkubwa wa upepo mkali uliotoka mbinguni ukaijaza nyumba yote walipokuwa wameketi. Zikatokea ndimi kama za moto zilizogawanyika na kukaa juu ya kila mmoja wao, wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kunena kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia. Basi walikuwepo Yerusalemu Wayahudi wanaomcha Mungu kutoka kila taifa chini ya mbingu. Waliposikia sauti hii, umati wa watu walikusanyika pamoja, wakastaajabu, kwa sababu kila mmoja wao aliwasikia wakisema kwa lugha yake mwenyewe wakiwa wameshangaa e, wa, na kustaajabu wakauliza, je, hawa wote wanaozungumza si Wagalilaya? Kwa hiyo sasa, ngoja nipoze kwanza, nitoe comment kwamba e, katika siku ya Pentekoste wale mitume au wale watu 120 walikuwa wakinena kwa lugha, wale watu ambao walikuwa wamekusanyika siku ya Pentekoste kwa sababu ilikuwa ni sherehe kipindi hicho, kwamba kutoka katika kila taifa walifika pale, waliposikia sauti wakasogea karibu, wakasikia kwamba kitu ambacho walichokuwa wanazungumza mitume, ambacho Biblia inasema kwamba ni kunena kwa lugha, ilikuwa ni lugha ambayo hawa wasikilizaji walikuwa wanaelewa. Biblia naendelea kusema, imekuwaje basi kila mmoja wetu anawasikia wakinena kwa lugha yake ya kuzaliwa? Wapathi Wamedi, Walemi, wa Medi Walemi, wakazi wa Mesopotamia, Uyahudi, Kapadokia, Ponto na Asia, Frigia Pamfilia, Misri na pande za Libia karibu na Kirene, na wageni kutoka Rumi, Wayahudi na waongofu, Wakrete na Waarabu, sote tunawasikia watu hawa wakisema mambo makuu ya ajabu ya Mungu katika lugha zetu wenyewe. Kwa sasa hapa ni kwamba watu ambao wasioamini wanadai kwamba sasa unasikia kwamba kuna lugha ambako tunakusikia tuna, tuna kumerekodiwa katika Biblia ni kwamba watu ambao wanawasikia nyie wanawaelewa. Lakini kuna lugha ambako tunakusikia leo hii ni kwamba ha, mzungumzaji na msikiaji wote hawaelewi, ni lugha ambayo haieleweki kwa msikizaji na kwa mzungumzaji pia. Hebu tuangalie Biblia inazungumzia vipi. Sasa kwa upande wa pili katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 14 mstari wa kwanza na wa pili tunasoma kitu kingine tofauti. Biblia inasema hivi, Fuateni upendo na kutaka sana karama za Roho, hasa karama ya unabii. Kwa maana mtu yoyote anayesema kwa lugha hasemi na wanadamu, bali anasema na Mungu, kwa kuwa hakuna mtu anayemwelewa, kwani asema mambo ya siri katika Roho. Kwa hapo sasa tunakuja kuona kitu kingine kwamba wakati Paulo anakuja kuzungumzia karama za roho katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza ni kwamba anasema kwamba yule anayenena kwa lugha ni kwamba hakuna mtu anayemwelewa lakini tumesoma katika kitabu cha matendo ya mitume sura ya pili kwamba watu walikuwa wanasikia na walikuwa wanaelewa. Kwa sasa, kwa mtu asiyefahamu, anabaki na hitimisho moja kwamba biblia haieleweki au biblia inajipinga. Sasa kama Mkristo, tunataka kufahamu kwamba katika kunena kwa lugha, kuna kunena kwa lugha kwa aina mbili. Kuna kunena kwa lugha ambayo inaeleweka, ni kwamba kwamba mtu anayesikia anakuelewa unachozungumza, na kuna aina ya pili ya lugha, ni kwamba kuna kunena kwa lugha ambayo isiyoeleweka. Sasa hapa katika kunena kwa lugha kwa namna ya kwanza au kunena kwa lugha ambako kunaeleweka, ni kwamba mzungumzaji anakuwa hafahamu kile kitu ambacho anakizungumza. Kwake yeye ni maneno ambayo anapewa na Roho Mtakatifu, lakini kwa yule mtu ambaye anasikia, anasikia kwa lugha ambayo inaeleweka. Nikupe mfano. Unaweza laba ni Mtanzania ambaye hujawahi kuzungumza lugha tofauti na Kitanzania na wala ufahamu lugha tofauti na Kiswahili, lakini Roho Mtakatifu anakupa maneno ya Kichina ambao nazumza, ambayo unakuwa unazungumza. Mtu ambaye ni Mchina au ambaye anafahamu Kichina anakuwa anaelewa kile kitu ambacho unazungumza. Hii ni aina ya kwanza ya kunena kwa lugha ambayo tumeiona katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya pili. Mitume sura ya pili, mstari wa sita, mpaka wa nane. Waliposikia sauti hii umati wa watu walikusanyika pamoja wakastaajabu, kwa sababu kila mmoja wali nena kwa lugha kama Roho alivyowajalia kutamka. Na hapa tunaona kwamba watu waliokuwa wanawasikia walikuwa wanasikia kwa lugha ya kwao wenyewe, kwamba wewe unazungumza kwa mfano Kichina, yaani Roho Mtakatifu anakupa maneno ya kuzungumza, unavyozungumza, kumbe yale maneno ya Kichina, mtu ambaye ni Mchina anakusikia na anakuelewa. Kwa hiyo kwa namna moja tutasema kwamba hii ni kunena kwa lugha, lakini ni kunena kwa lugha ambayo ni ya kibinadamu, kwamba binadamu, kwa binadamu anaweza akakusikia na akakuelewa. Lakini wewe kama mzungumzaji ile lugha inakuwa si ya kwako, hawifahamu. Kwa mfano mimi naweza kuzungumza Kiingereza, naweza kuzungumza Kiswahili. Sasa nikipewa kwa mfano Kispania au Kispanish, au nikapewa Kidachi kuongea, ni kwamba kwa mimi binafsi sina uwezo wa kuzungumza Kidachi, lakini Roho Mtakatifu ananipa Kidachi, naweza kukizungumza, ambapo binadamu mwingine anaweza akasikia na akaelewa. Sasa kunena kwa lugha kwa aina nyingine ni kule kunena kwa lugha ambako wewe mzungumzaji na msikilizaji hakuna anayeelewa kinachozungumzwa, kwamba Roho Mtakatifu anakupa maneno ambayo wewe binafsi hauyaelewi na yule anayekusikia hayaelewi pia. Tunarudi katika kitabu cha Korintho ya kwanza sura ya 14 mstari wa 2, anasema hivi: kwa maana mtu yote anayesema kwa lugha au anayenena kwa lugha hasemi na wanadamu, bali anasema na Mungu. Kwa hiyo kabisa, hapa kuna tofauti kwamba huku kuna kwa lugha ambako Paulo anakuzungumzia ni kwamba yule mtu anakuwa hasemi na wanadamu anaendelea kusema kwamba kwa kuwa hakuna mtu yote anayemwelewa kwani anasema mambo ya siri kwa roho. Kwa hiyo tumeona kule katika kitabu cha Matendo ya Mtume sura pili, kwamba watu walikuwa wanasikia na wanaelewa, lakini kuna lugha ambako Paulo anazungumzia hapa katika kitabu cha cha Wakorintho sura ya 14 kwamba na kwa hakuna binadamu anayemuelewa ukisoma Biblia ya Kiingereza anasema hivi, no man understanding him kwamba hakuna mtu anayemuelewa, lakini anasema kwamba katika roho anazungumza maneno ya siri ila tunaona katika kitabu cha mtume mtume sura pili kumbha, ya pili ni kwamba yale maneno hayakuwa ni asili kwa sababu yalikuwa yanasikika katika lugha ya wasikilizaji na wasikilizaji walikuwa wanaelewa. Tuendele katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza pia sura ya 14 mstari wa 13 mpaka 14 anasema hivi, kwa sababu hii yeye anenaye kwa lugha na aombe kwamba apate apate kufasiri kile anachonena. Kwa maana mkiomba kwa lugha, roho yangu huomba, lakini akili zangu hazina matunda. Ukisoma katika Biblia Kingeza pia anasema kwamba nikiomba kwa roho kwamba nina, eh, ninaongea lakini akili zangu hazielewi kile ambacho kinazungumzwa kwa mpaka kufikia hapa utakuwa umeona kitu kimoja kwamba kuna kunena kwa lugha ambako unaongea wewe kama mzungumzaji hauelewi lugha ambayo unaongea, roho Mtakatifu anakupa maneno ya kuzungumza, lakini msikilizaji anakuwa anakuelewa. Lakini kuna kunena kwa lugha kwa nyingine kwamba hakuna binadamu yeyote ile katika chini ya mbingu anaweza kuelewa kile ambacho unazungumza, na ndio kunena kwa lugha ambako pale alikuwa anakuzungumzia katika kitabu cha Matendo ya Mtume sura 14. Kwa hivyo sasa kama tumeona kwamba katika kunena kwa lugha kuna kunena kwa lugha kwa aina mbili. Kuna kunena kwa lugha ambako kuna lugha ambayo inafahamika ya kibinadamu, lakini kwa mzungumzaji ambaye anapewa maneno na Mtakatifu hafahamu ile lugha, kwa sababu kama tumeona kwamba wale walikuwa ni Wagalilaya tu ambao walikuwa ni wavuvi, lakini walikuwa wanaweza kuongea karibu ni lugha zote za chini ya nchi. Ni kwamba ile lugha sio kwamba wamejifunza, lakini Roho Mtakatifu kama tulivyoona alikuwa anawapa kuizungumza. Lakini kwa upande wa pili tunaona katika katika kitabu cha Wakorinto pia kwamba binadamu yote ili aweze kusikia, ila Mungu ndo anasikia. Ndio maana katika karama zile tisa, kuna karama ya kufasiri, kwamba Roho Mtakatifu anakupa fasili ya kile kitu ambacho umezungumza katika roho, ambacho hakuna binadamu ambaye anaweza kukielewa. kwa kwa ndugu zetu wale wanaodai kwamba kuna lugha ambako tuliko nako leo si halisi, kwa sababu hakuna binadamu anaelewa, ni kwamba kibiblia pia kuna lugha nyingine ya kunena kwa lugha ambayo haieleweki na binadamu, bali Mungu pekee ndo anaifahamu, anaielewa. Hakuna binadamu ambaye yuko chini ya mbingu ambaye anafahamu kile ambacho kinazungumzwa.